Katika ziara yangu ndefu hmm, ya kampeni inayotokana na ratiba Tume ya Uchaguzi, Tume ya Uchaguzi ni ile hmm, iga au tuseme tamaa kubwa ya wananchi kutaka mabadiliko, hmm, tamaa kubwa ya wananchi kutaka kufanya mabadiliko ya uongozi, hmm. Kwenye kwenye, kwenye kwenye uongozi wa kisiasa hasa kwenye kwenye jimbo hili la Mpanda mjini, hiyo ni lichokiona. Sawa, hicho ndicho ambacho amekiona mgombea Beni Gadao. Bila hmm. shaka na sisi tulikuwa tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tukiweka jicho letu hapo hmm. na ukizungumza na wananchi wamekuwa wakiyasema hayo ambayo e, mgombea pia ameyasema ame, ame lakini sehemu zote ambazo e, umekuwa ukizungumza ukizungumza majukwani ulikuwa ukitaja vipaumbele vyako ukuacha kuzungumza kuhusiana na changamoto ambayo iko sasa kwenye masuala ya elimu. Pia tutakupa nafasi ya kuzungumza hapo, lakini ziko sehemu pia ambazo hmm. e, changamoto ya afya lakini pia na na, na kwenye, tukianza kwenye kipaumbele kimoja mpaka kingine, tukianzia kwenye kipaumbele cha elimu utakwenda kuwafanyia nini hawa wananchi eh? Bila shaka ukipita ukitupa pia mifano changamoto umeiona wapi na nini ambacho utakwenda kufanya kwenye jimbo hili la Mpanda eh, unakaribishwa pia kuzungumza. Asante ndugu mtangazaji, kama nilivyosema na kwenye kampeni, naam, kipaumbele changu namba moja nilisema ni elimu elimu lakini bado nilieleza kwa nini elimu. Nikasema halipo taifa lolote duniani lililoendelea bila kuitaja elimu, bila kuizingatia elimu. Kwa hiyo kipaumbele cha elimu, changamoto kubwa niliyoona kwenye upande wa elimu, kwanza miundombinu ya, wana, ya wanafunzi kwa maana ya vikalio, kwa maana ya namna ya kupu madawati, ofisi za walimu, fenicha za walimu, miundo mbinu ya vyoo ya wanafunzi, vyoo vya walimu, vyote ni changamoto, lakini bado upungufu mkubwa wa madarasa. Madarasa yanakuwa hayatoshi. Kwa mfano, shule ya msingi Mbugani katika kijiji nachoishi, ina upungufu wa madarasa karibia ya manne ili kuakomodati population kubwa ya wanafunzi walioko pale, lakini bado tuna changamoto kubwa ya walimu. Kwa mfano, nilienda sehemu ambazo ni, ni, ni, semu, ni study case kwa mfano pale kama kamakuka mm. Shule ya msingi Kamakuka ni shule ambayo ni muda mrefu kidogo kama miaka thelathini, lakini ikifika pale hata marumaru kwenye sakafu ya nani ya ya, ya, ya, ya ya madarasa hakuna madarasa ya, ni madarasa ambayo wanafunzi anaingia mle anakaa chini kwenye sakafu yani, kwenye udongo bule. Halafu bado ile shule ina walimu watano tu pamoja na kuwa na wanafunzi wengi ambao ni almost karibu elfu moja na kidogo, walimu ni watano tu, sasa lakini katika hilo case tunazozipitia ni shule mojawapo ya Kasisiwe, tunasema Kasisiwe pale juu pale kwa kweli niseme ni, ni, ni inasikitisha sana niseme ni, ni hivyo mtangazaji, hmm. kwa sababu shule msingi kwa mfano kasisiwe ukiangalia majengo eh, nasema serikali kuu imefanya kazi kubwa sana, imejenga majengo mazuri kweli, hata neno sasa mama ameleta kidogo linaleta maana pale, hmm. lakini tujiulize sasa, haya serikali kuu au tuseme rais kama wanavyosema wao kareta hayo madarasa Je, yeah, wao wanashindwa hata kuleta sasa madawati. Eh? Vitu ambavyo vinawazunguka, viongozi kama kwa mfano kama mbunge kwa nafasi anayopambana nayo. Na viongozi wenzake labda mkurugenzi wanashindwa hata kuleta madawati kwenye shule ambayo imejengwa kwa mabilioni ya fedha. Eh? Shida ni kubwa sana. Kwayo, ni kwa hiyo niseme kabisa kwamba tatizo kumbe hata jinsi naanza kampeni nilikuwa naliandamai na naona kama tatizo dogo. Hmm. Kumbe tatizo ni janga. Hmm. Wala sio tatizo tu, ni janga la kimkoa. Swala la madawati ni janga la kimkoa, yaani ni nusu ya wanafunzi wote wanakaa chini. Ni swala la kujiuliza sana, kwa sababu mojawapo ya mikoa ambayo ina misitu minene kwa miaka mingi mingi mingi, mingi ni pamoja na mkoa wa Katavi. Almost karibia asilimia themanini ya Katavi ni misitu, maeneo ya kuishi ni madogo sana sasa jiulize sasa kwamba watoto wetu wakuzaa wenyewe tena katika minajili mina, mina, ya kuliandaa taifa la kesho shule mm. wanakaa chini. Utapata injinia pale kwa mtoto anayekaa chini eh? Kwa mfano kama pale, kama kuka nilipoenda majuzi nilikuta no. Kwanza udongo wa pale ni mwekundu, ina maana mwanafunzi akienda anarudi nguo zimechafuka vibaya sana, kwa hiyo wazazi kila siku ni kufua tu kwa hiyo ni jambo la kusikitisha kwa kweli katika mambo ya changamoto kama nilivyosema kwa, kwa upande wa elimu ni, ni hilo lakini changamoto nyingine kwa upande wa elimu hmm. ni, ni kwamba kuna watoto wanafaulu kwenda sekondari kwa sababu ya hali duni ya mapato ya wazazi wa wao pengine niseme imetokana na sera mbovu za za, za, za, za, za, za, za, za watawala wa wakati huo wow. lakini watoto wale pamoja na kujitahidi kwa nafsi zao na kufaulu sisi wakubwa kwa maana ya mamlaka serikali na wazazi tunasababisha wasiendelee na masomo kwa maana ya sekondari, kwa sababu ya kukosa uniform, kwa sababu ya kukosa, wakati mwingine mtu anakosa hata ile nauli. Kwa mfano wengine wanapangiwa nje ya ya mkoa wanakosa nauli, kuna wengine wanakosa pesa za za, za, za kujiunga, gharama za kujiunga na sekondari, tunaita join instructions mm. wengine wapo tu mitaani. Nilishasema kwamba nitakapoingia madarakani hata waliofeli mwaka jana kwenye kujiunga na sekondari binafsi nitawalipia wakati ndio tukiandaa utaratibu wa kudumu wa kisera wa serikali kuhakikisha watoto wa masikini wanafanyaje, wanasaidiwa na serikali. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni nilishataja hilo katika upande wa changamoto. Kama nilivyosema, bado kule changamoto wanafunzi wanaomaliza kidato cha nne kwenda sekondari kwenda sekondari ya juu, tunasema form 5 na form 6 lakini bado kuna kuna changamoto ya wanafunzi wanaomaliza chuo kikuu kujiunga wanaomaliza shule za kidato cha sita kwa maana au vyuo, kwa sababu kuna vyuo vya kati kwa maana ya diploma na mambo mengine, ambapo mwanafunzi anahitaji kwenda kuchukua masomo kwa grade ya degree. Wengi wanafeli kwenda kwa sababu ya, ya ya kukosa pesa za za za kuna kitu tunaita joint instructions hmm. hey. Yaani, maelekezo ya kujiunga gharama ile ya awali kabla mtu hajajiunga na chuo mm. Kwa hiyo tumezisha sema hilo katika jimbo langu, mimi kama nitachaguliwa na wananchi, naomba ni watarifu kwamba tayari hilo nimeshasema kama manifesto ya uchaguzi kwamba kwa kwa, tunakwenda kuwalipia wale ambao bado wanahitaji kuendelea na masomo hata kuanzia wale waliomaliza mwaka jana na kuendelea. Lakini tunaposema kulipia, sina maana kwamba eti mbunge amechaguliwa kuwa mbunge wa kulipia na kutoa mm. misaada forever Naamua kuchukua hilo kama hatua ya dharura ili kuokoa wakati tukijiandaa na mipango sasa, namna ya kuishauri serikali na kuisimamia serikali, ifanyeje, itengeneze utaratibu wa kudumu wa namna ya kuhudumia watu watoto wa maskini kwenye taifa hili. Kama inaweza kukopesha vyuo vikuu, na kwa nini isiwasaidie sasa hawa wa chini katika, katika katika kuhakikisha kwamba na wao wanaendelea na masomo hasa wale wanaoshindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya uduni wa kipato. Maana kwa mfano niseme ni, ni ni kuna kuna usemi mmoja wa jamaa <coughs> mmoja wenza amewahi kuwa ni tajiri namba moja duniani mm, anatuambia kwamba kama umezaliwa maskini sio kosa lako, kosa lako ni kufa maskini. Kwa hiyo alikuwa anamaanisha sasa, mtoto anapozaliwa maskini, ni maana hiyo hoja si yeye pale, ni jamii inayomzunguka amejikuta akitokea katika mazingira yale. Kwa hiyo tunao wajibu wa kumsaidia ili akipande vizuri kipaji chake cha kutafuta elimu kwa, kwa minajili hiyo, sasa ndio maana nimejipanga kuhakikisha kwamba kwa awali, wakati tunaanza nikichaguliwa tu, baada ya siku nne zijazo, nahakikisha wanafunzi ambao wako tayari kwenda sekondari, waliofaulu, lakini kwa sababu ya kipato duni cha familia wakashindwa kuendelea tunawalipia moja kwa moja. Kwa hiyo hilo nimelisema, niko wazi, hata ukiniamsha usingizini nitakwambia hivi. Asante sana. Kwa upande wa elimu ni hilo.